Tunaendelea na ngoma leo, leo tunapiga meja kwa tege, meza zako. Meja kuna watu wanashika hii kwa sehemu moja, nkaona wazee wazee wanacheza, nkakumbuka baadhi ya vyumba kwenye ngoma hapa. Akitoka hapa njano na step mbili, kuna kuweka hapa na kuna kuweka huku, sawa sawa. Ukiweka huku wanakushtua tu. Hapa anatoka anakula, anakula hii, anatoka tena anakula, anakuja kuifuatia hiyo kete. Unatoka na anakula, unakuja kula, anatoka na hii nakula, anakula, anakula tena. Sasa dawe hapa, anampigia shati hapa, kimpigia shati blue, anaika stamina, anaika meja, anaika kete ya meja hiyo sawa anaweka kete ya meja hapa njano, sare nyepesi, natakiwa kiahii tu bila. Anakuja hapa hapa, anatoka hapa kumtishia, kama unakuja mbele hapa, lazima kushtua, kushtu na kaa huko tu unakula na kula hapa, anakuja hapa kijapo, unapiga shati mbele hapa, sawa sawa, hapa anatoka unaenda, wengi wanaenda hapa sawa. Ukienda hapa, anaenda hapa sa, kuna wengine wanakata shaji, wakata shaji wanatoka hapa tu, iweza akienda hapo nakula tu hii hii sare, akufanya chochote. Sawa, so eh, kuna wengine wanaweka huko, akieka huko na mtema huko, unapiga hizi mbili hizi, unanza kula hizi. Sawa, so eh, hapa akienda, akiingia kwa mfano, akiingia basi unaenda huko tu sare, aezi akafanya kitu, inakuwa sare. Sasa adawe hii stepo ya kwanza hiyo, sawa. Kuna wengine hapa, shafika steji hii wanaeka huku tuma hii wanaweka huku mazima, huko huko na temu, alafu mtu anakushtua, unaenda naenda, ukienda naenda, ukienda hapa, ukiingia kwa mfano, ukaeka huko, wapi vyote anaingia zake tu, tu hii sawa, sawa, na, na kusubiria, ushike hii. Sare tu, sare kwa wote, njano washindi hapa, anakuja mbele, anakusubiria ushike huko hapa, na anachezaji sawa mchezo huko hapa, na anakushtua tu sawa sare utapata, lakini atakushambulia shambulia. Hii bao sawa, lakini ni mbovu hii. Ni mbovu kwa sare, ni pesa. Natoka na hii tu hapa, lazima ashtue sawa. Hapa lazima ashtue kwa maana hizi, akieka huko, na mwekea huko, na mwekea huko tu, kwa hapa atachezaje tena? Hapa anachezaje? Akisema amekutema amekuja huko hapo, unamshtua ndani kna kuna, kwa bola bola kuwa linazogo kwake sawasawa. Dawe hapa tukaongelea hapa. Sasa kuna wengine awashtui ndani, wanacheza huku hapa, anatoka meja na anatoka meja hapa, saadae unaweka mbele anamaliza ukieka. Okay, hapa sasa hapana wanakushtua huku sawasawa, hapana wanakushtua huku sasa anataka kuangalia na wachezaji hapo, anampigia shati hapa, una mpigia shati mbele tu, kimpigia shati akiruka nayo hapa, hapo anamshambulia, akiruka nayo anamshambulia, ndio anaweza kumfunga. Sawa, sasa yeye anatakiwa aende moja tu hivi. Akienda moja, anaeka huku tu hapa, anatoa kitu, anaeka hii sawa. Hapa anatoka na hii, naenda na hii hapa kuna wanaopiga hii kiboko, nacho nsare sawa. Kuna wengine wataki matatizo, anaweka huku hapa, anawekea hii sawa. Hapa anaweka huku hapa, ukisema umemtema afu umeenda, anakutema anakupigia hapa, alafu anakula huku, anakuangalia unakulaja, yani anakuangalia unakulaja. Hapo ukila huku, anakula hizi mbili, najizibaa hivi Sare hii, kwa maana anaondoka huku tu, yana nakuwa ni sare sawa. Dawe, ukisema umekula huko, anakula hivi, anaenda tunai, pia ni sare, amna mtu anamfanya kitu mwenzake. Sare hiyo, natika tucheze kwa uangalifu sawa. So, sawa dawe, yeah, tuendelee na ngoma kwa dawe.